Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya nane aya ya thelathini na moja hadi arobaini na mbili. Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini, nawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, wala mtumwa hakae nyumbani siku zote, mwana ukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo ni yanenayo nanyi vivyo hivyo mliyoyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Wakamjibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo alipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Jumatano ya juma la tano la Kwaresma. Injili yetu ya leo imetupatia wazo kuwa ukweli utatuweka huru katika maisha yetu ya ufuasi. Labda tujiulize, ukweli ni nini? Ukweli ni uhalisia wa mambo, yaani jinsi kitu, hali au mahali kulivyo bila kuongeza yasiyokuwa. Ukweli ni kusema tu kama ilivyo. Bwana wetu Yesu Kristo anaongea na Wayahudi waliomwamini juu ya uhuru. Uhuru anaouongelea Yesu ni uhuru wa kiroho. Yesu anawaambia wazi wazi kuwa ukweli utawaweka huru. Wao walichukulia uhuru kama uwepo wa usalama na amani kwao na mali zao. Yesu anawaonyesha sasa kuwa anayetenda dhambi ni mtumwa katika dhambi hiyo, na kwa kweli wengi wao walikuwa dhambi na hivyo walikuwa watumwa wa dhambi na walihitaji kutolewa katika utumwa huo wa dhambi. Yesu ndiye aliyekuwa njia ya pekee ya kuwakomboa, lakini wao binafsi wakakataa kumfuata na hata wakatamani kumuua. Yesu anawaambia pia ku... Yesu anawaambia pia kwa wao kuwa wana wa Ibrahimu sio tiketi ya kumfahamu Mungu kama hawalipokei neno lake Mungu. Tunapoendelea na kipindi hiki cha Kwaresma, neno la Mungu linaendelea kutupa mwaliko wa kujichunguza kama tunaishi uhalisia wa maisha au tumetawaliwa na ujanja ujanja tu. Unachoongea katika familia na jamii kina ukweli au maneno yako yametawaliwa na uongo mwingi? Kama unatumia uongo ili upate kujulikana na hata kuheshimiwa katika jamii, tayari umeshakuwa mtumwa, na ukijichunguza zaidi utagundua hauna amani ya roho katika maisha yako ya kila siku. Tutoke sasa katika utumwa huo, kwa kuwa watu wanaosema ukweli na kuishi ukweli kama wahenga walivyotuambia kwamba msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Naendelea kuwatakia mwisho mwema wa mfungo wa Kwaresma. Ni mimi padri Richard Barnos wakili, paroko wa kanisa kuu la mtakatifu Andrea Kagwa, Lindi mjini. Tumsifu Yesu Kristo.